Nasema hivi, yani hapa tulipo tumemaliza kila kitu tunajiandaa kupanda gari wifi ameanguka tu ghafla. Sasa si utulie, sasa unisikilize. Ghafla tu ghafla, wala jalalamika chochote ghafla. Nilishtuka kwanza alivodondoka. Kudondoka na baada ya kudondoka anaamka anasema tena hahitaji ndoa. PTV, asante kwa kuichagua PTV Tanzania. Kwa wa kwanza kutazama video zetu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu hapo chini ya screen yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza. Yes, bwana mbele yako ni rafiki wa bibi harusi ambaye alidondoka na kuzimia pale saluni, lakini bibi harusi alipozinduka akazungumza kwamba e, siwezi kuolewa wala kwenda kufunga ndoa. Nahisi ama naona kabisa ndoa yangu ama tukio langu, e, la kufunga ndoa limeshaingia dosari, limeingia doa, naona kama ni mkosi. Kwa nini nidondoke siku ya harusi? Kwa hiyo nikaona rafiki wa bibi harusi aweze kuzungumza yeye namna anavyomfahamu bibi harusi, lakini pia alikuwa anaonaje mahusiano ya bibi harusi na huyo bwana harusi ambaye walitakiwa sasa wafunge ndoa. Kwa hiyo bibi harusi mpaka sasa ameahirisha, anasema kwamba hawezi kuolewa tena. Sasa bado mambo ni mazito, nikaona rafiki wa bibi harusi azungumze na yeye kwa mtazamo wake. Sister, mambo vipi? Bwana rafiki yako ulionaje tukio ambalo lilimkuta? Nilishtuka kwanza, alivyodondoka dondoka, na baada ya kudondoka, anaamka anasema tena hahitaji ndoa, ameahirisha, ameahirisha ndoa. Yaani nilishtuka, yeye alikuwa ni rafiki wa ina gani kwangu, tunapendana sana, pika nipakue, siri yangu siri yake yake, yao. Wewe na bibi harusi? Na bibi harusi, eh Urafiki ulianzaje, kabla ya kuingia kwenye mahusiano na bwana harusi, ama ilikuwa ghafla, ama ilikuwa to. Urafiki, urafiki wetu mimi na yeye kwa muda kidogo, muda tangu vibinti binti fulani hivi. Wewe mm. Mnajuana vizuri, mnajuana vizuri kabisa. Na tabia za bibi harusi ulikuwa unazionaje kabla hajaingia huko kwenye mahusiano deep, mpaka kufika kwenye tukio rasmi? Ah, tabia zake zilikuwa nzuri tu, ana tabia nzuri, mcheshi, mwema, anampenda kila mtu, ana shida kabisa, hajawahi kugombana na mtu yoyote katika mazingira yetu. Oh, yeah. Labda wakati ameingia rasmi kwenye mahusiano na bwana harusi, kuna siku labda alikuwa anakudokezea namna mahusiano yao yanavyokwenda? Hapana. Mm, hapana yeye yani siri yake na mwanaume wake aga to, asemi kwa mtu yote. asemi kwa mtu yote. Mlikuwa mnapeana tu siri zenu nyewe, nyewe, tu... nyewe, lakini sio kuhusu wanaume zetu. mm. Kwa nini mlikuwa mnafichana kuhusu mahusiano yenu? Mm, bwana, sisi wanawake atuaminiani, mnajua eh? Wewe mambo ya kuibiana ni... hey, mambo ya kuibiana <laughs> atuaminiani, vishawishi vingi mm. Kwa nini iko kwa hivyo amuaminiani wanawake? Ah, sijui ni shetani mm. Inakuaje? sijui ni tamaa nini hivyo tu, mimi nahisi ni shetani mm. Rafiki yako anakutambulisha kwa kwa, okay. Mwanaume wake, huo unajua ni rafiki Baadaye anakula kisogo, anakuja anatuambia na wewe mwanaume wako. mm. Bado yapo, yapo. Kusema ukweli. Yapo sana. Okay. Labda kuelekea sasa, eh, kuelekea kwenye tukio la kufunga ndoa mm. Eh, rafiki yako kwenda sasa kujiandaa kufunga ndoa eh, kuna neno ambalo alikwambia, ila pia inaweza ikawa ni mshtuko tu au presha mawazo kidogo. Unajua ndoa sio jambo dogo eh? Sasa inaweza kwa tu kufikiria kwamba, mm, tch, naingia kwenye ndoa nitaweza kweli. Kwa nawaza sana. Mm, naweza ikawa pia ni mawazo, stress nyingi au la vishawishi pia. Si unajua eh? Vishawishi gani sasa unaenda kwenye ndoa? Eh. Unajua unaenda kwenye ndoa, wewe utaweza, wanaume wenyewe hawajatulia nini? Mm. Sasa naweza ikawa pia vishawishi. Yaani kwamba wale wapambe. Wapambe eh, wapambe wa pembeni. Unaweza kuingia kwenye ndoa utaweza kweli wewe, unaenda kuingia kwenye ndoa. Eh, wanaume wenyewe hawa. Unajua vishawishi naona eh? Eh, ya, eh, maneno maneno, maneno. Natoka kwa maneno eh, maneno ya watu, kwa sisi wengine binadamu watupendani sometimes eh, wenzangu, hivi anaolewa, natoka huko nilipotoka, na yani, kwa nini yeye aolewe, mimi sijaolewa? Mambo ya visilani visilani, visasi. Sasa yeye aolewe, mimi sijaolewa? Sio kweli, sibi nitafuta cha kutunga, sikuti hapo. Mtu ametokea tu kutunga chochote, ai, mwanaume wako amenitongoza, labda eh, eh, mwanaume wako amenitongoza mimi. Hilo usiende eh. Eh, kumwambia mwanaume wako amenitongoza sasa usikute labda shot yangu labda, yani sisemelei kwamba ya maneno labda kapewa, yani labda tu maneno mtu amempa hivyo, na mimi mimi labda kanitongoza au vipi? Ni mifano tunatolea mfano. Sasa sikute naye kalishikilia, muda wote analo tu moyoni mwake, kusema asemi mpaka siku tupo pale saluni, afanywa afanywa makeup nini, anapodolewa bado analo moyoni mwake. Sasa pressure ile, si unajua ukikana kitu moyoni eh inakuwa ni pressure, nini ndio ikatokea vile kudondoka, baada ya kuamka, labda sitaki tena ndoa. Pia kwa ajili ya mawazo mengi kufikiria na pia maneno ya watu wa pembeni. Mm. Mashosti yao. Mashosti. Wale ambao wana wivu, lakini pia niliona kuna comment moja jamaa ali comment akasema, kwamba labda bibi ya harusi alikuwa natamba sana, kwamba mlidhani sitafika hapa. Sasa niko wapi, hapa, hapa ni wapi? Kwamba zile labda alikuwa natamba sana ndio maana Eh, tukio limemkuta. Ah ha, hapana hapana, sio kweli, hajawahi kutamba, hawezi ah, ha, kutamba, sio kweli. Na unaanzaje kutamba jamani na kala, yani utatambaje na kati, kabla kesho yako hujaiona basi ndio mafanikio? Maana kuolewa ni mafanikio ujue na, kama hmm, unavyoona kwenye mitandao yeah, bwana hey, hapa ni wapi? Mlisema sitafika hapa ni wapi? Zipo hizo mitandaoni. Hapana, ha, hmm, hajatamba, kutamba hajatamba wala nini, ila mimi na sana sana ninavyoona naweza ikawa vishawishi na maneno ya watu Mm, sana sana maneno ya watu. Sisi wanawake hatupendani kusema ukweli, au tunasema naye mambo mengine haya ya nini, wanasemaga nini unyunyu, sijui kunyunyiza, labda mtu kalishanyunyiza kwamba yule siku yake ya kuolewa tu namfanyia hivi akatai kuolewa, kwenyewe mambo yao ya Kiswahili swahili. Mme wake ambaye ni bibi harusi tek tu mme wake ambaye ni bwana harusi, ulikuwa namwonaje? Mwanamke ana shida kwa shida tu, ana mpole, ana mambo mengi. Kwa mimi nilivyomuona, bwana harusi ana mambo mengi, ambaye alitakiwa kuwa mume wake mtarajiwa, ana mambo mengi wala nini. Tukio kama hili, nadhani wazazi pande zote mbili wamelipokeaje? <laughs> Lazima atakuwa amelipokea vibaya, yaani hapo ni lazima atakuwa amelipokea vibaya kwa sababu linaumiza, mmeandaa sherehe vizuri, eh. Gharama zimetumika nyingi na ni kubwa alafu inatokea siku ya sherehe ghafla tu mtu anasema sitaki tena kuolewa. Lazima utakuwa umelipokea vibaya na inaumiza sana, najua kwa upande zote mbili, kwa sasa hivi wanaumia sana mm. Na bado watakuwa na maswali mengi ya kujiuliza na nini, hapa katikati, kwa nini kakataa kuolewa ghafla? mm. okay. E, kati ya wazazi wa bibi harusi lakini pia wazazi wa bwana harusi e, lakini pia bwana harusi e, yupi ambaye huenda kaumia zaidi Siongee uongo. Bwana harusi. Yaani bwana harusi atakuwa ameumia sana. Mm. Taarifa kwamba bibi harusi amedondoka huko. E, a bibi harusi amedondoka na ile kukataa kuolewa. Yaani kuamka tusitaki kuolewa. Sitaki ndoa. Yaani lazima itakuwa imemuumiza. Kwa nini? Kwa nini anakataa kuolewa? Kuolewa na mimi. Yaani atakuwa amemuumiza sana. Hicho <coughs> ndio ninachokiona kusema ukweli. Okay. Wanasema kwamba kwenye jambo jema shetani huwa anaingilia kati, kwa namna ulivyoona kama hivi, bibi harusi amedondoka na kusema kwamba hataki tena kuolewa, mambo ya e, kuolewa nini. Ni, ni, unahisi ni shetani kapita, ambaye labda kasababisha hawezi kuolewa, ama yani, si kama hivyo yani, sijui tusemaje <tipa> Inaweza kawa kweli shetani kapita, mm. Inaweza kawa kweli shetani kapita, maana inashtukiza. Mbona ghafla tunacheka vizuri, tunajiandaa mpaka siku ya sherehe, mtu yuko happy eh, ghafla tu anadondoka. Inaweza kawa pia ni shetani eh? Uh, naweza mm, kawa ni shetani tu kapita. Au haya mambo ya Kiswahili na ndio tunasema iwe shetani mwenyewe, shetani anasingiziwa <laughs> Yaani eh, shetani huko aliko mm. he anavyosingiziwa atakuwa huko aliko, sio ana, ana, ana, ana hali gani? sio kusingiziwa ibilisi ibilisi, ndio alivyo, naweza yeye kupita kweli kwenye akili yake kaja tuka change sio, lewe anavishawishi, unajua eh ka... sha, mdia, yani, mm. naweza ka hivyo kasham yani. Okay, labda mahusiano yako leo yakoje kwa sasa hivi, maana rafiki yako amedondoka saluni, amezimia na anasema hawezi kuolewa tena. Kwa upande wako mahusiano yakoje? Ah, mimi nisiongee uongo kusema kweli mimi kwa sasa sina mpenzi niko single, sina mahusiano. Kwa nini? Ah, wanaume bana. Kweli nimepigwa na kitu kizito, <laughs> kizito, siwahitaji kwa sasa. Hapana, jamani, siongee sana hivi vingine bana. Mm-hmm. ni, ni story ndefu. Alikupiga tukio? Alinipiga tukio kweli tena zito. Mazingira Yapi? Ndani tunapolala mimi na yeye nyumbani kwetu mtajisi, yaani, hey, kulia kusema kweli nikiongea sana, eh. This is Wavani V Vani boy. Shout out to uh, PTV au sio bana. Asante kwa kuichagua PTV Tanzania. Kwa wakwanza kutazama, kutazama video zetu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu hapo chini ya skrini yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza.